Jumatano ya tarehe tatu Desemba elfu mbili na ishirini na tano imeandikwa kama moja ya siku muhimu katika historia ya halmashauri ya wilaya ya Kakonko. Mamia ya wananchi walifurika kushuhudia ufunguzi wa ukumbi mpya wa kisasa wa mikutano, ukumbi uliobuniwa kuipeleka Kakonko katika kiwango kipya cha utoaji wa huduma na uendeshaji wa mikutano ya kiserikali na kijamii. Hafla hii ya aina yake ilihudhuriwa pia na viongozi mbalimbali wa chama na serikali kutoka ngazi ya wilaya na mkoa, ishara ya umoja na mshikamano katika kuisukuma mbele ajenda ya maendeleo. Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya Kakonko, ndugu Ndake Stefano Muhuli, aliwakaribisha waheshimiwa madiwani muda mfupi tu baada ya kuapishwa kwao kuanza kulitumikia taifa katika ngazi ya serikali za mitaa. Mwenyekiti wa baraza la madiwani ndugu Chiza Nderego akampa nafasi mkurugenzi kusoma taarifa ya utekelezaji wa shughuli za halmashauri kwa kipindi cha Septemba hadi Desemba 2025 na ishirini na tano. Mheshimiwa Mwenyekiti, hadi tuhadi kufikia Oktoba 31 tumefanikiwa kukusanya mapato ya shilingi bilioni 10.2 sawa na asilimia 36 ya bajeti yetu yote, na mchanganuo wa mapato ni kama inavyoonyesha hapo chini kama mapato ya ndani ambayo ni halisi tumefanikiwa kukusanya milioni mia tano samana nane nukta tatu sana asilimia arobaini na moja ili ilikuwa nimpaka Oktoba saa sii moja, lakini kufikia mpaka Novemba hii tumefanikiwa kwenda kwenye asilimia arobaini na tatu sasa mapato ya ndani. Kati ya hayo ya mapato ya ndani ambayo nifungiwe ni tumefanikiwa kusanya milioni mia moja sabini na mbili nukta mbili sana asilimia ishirini na tisa haya napokana

Tumerudi tena kuendelea na kazi. Ufunguzi huu si tukio la kawaida, ni mwanzo mpya, hatua kubwa ya maendeleo na fahari kwa wananchi wa Kakonko. Karibu katika ukumbi wa kisasa, karibu katika mustakabali wa maendeleo ya Kakonko.